saba. Ha, mpaka atakapofikia atakapokaribia miaka saba bimaana, mtoto akiwa sio mpambanuzi tutamhisabu kumwanzia pale alipozaliwa mpaka atakapokaribia miaka saba, na kuna aya ithbatul aya yani, baada audhu billahi min ashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim au tiflu ladhina lam yadharu ala aurati nisa, sadaqa allahul azim. Au wale watoto ambao hawajajua aibu za kike, bimaana hapa aya imekusudia hivi, au tiflu ladhina lam yadharu ala aurati nisa, au wale watoto ambao hawajajua aibu za kike bado. Bimaana hapa tunaizungumzia marhala tufula tu du na sinnutamiezi ithbatil, aya imekuja ikaweka wazi kumaanisha, hii aya bado imeweka taakidi kama hawa watoto bado hawajakuwa wapambanuzi haswa isuha. Yani sifa zao hawa watoto wanakuwa vipi vipi? Tutamjua mtoto, tushajua kama mtoto anapozaliwa mpaka anapokaribia miaka saba. Lakini je, tutamjuaje mtoto huyu? Kwa sifa zake, yani ana sifa gani mtoto huyu? Sifa ya kwanza alula, yani tunakusudia sifa ya kwanza tunapata at-taklid. Yani at-taklid anakuwa vipi mtoto huyu? Anaigaiga, anapenda kuiga sana bimana, katika marhala hii mtoto sio mpambanuzi. Tuna imagine mtoto ana miaka mitatu Atakapomwona mama ake anapika utamkuta na yeye nje katoka, akiwa kike ama akiwa kiume. Akimuona saa nyingine mama anapika ndani, utamkuta naye anaweza akachukua kifuu ambacho mama alikunia nazi, akawa anafanya nini naye, utamkuta anapika mchanga, alafu anaweza akakuita saa mama, mama, nimepika na menyam. Kwa hiyo hii ataklid inakuwa ni kuigaiga, anaweza akaiga mambo mengi sana. Akikuona unaweza uka umevaa suruali na yeye atavaa, au atahitaji naye kile kitu. Akikuona unaimba naye ataimba. Lakini vipi, akikukuta unaweza unasoma Qur'an, naye utamkuta nakuigizia, japo vile bado nutqi yake na kwa kidogo ya tabu sana. wa thania, na sifa ya pili ambayo mtoto anayo huyu arahba fi marifati, yani anakuwa na pupa ya kutaka kujua kitu. Ana raghba, pupa ya kutaka kujua kitu, bimaana kwa Kiswahili safi anakuwa mdadisi sana huyu mtoto. Anaweza akawa na kuhoji, mfuatana safari, mama kile nini, na mama hichi na mama kile nini, au mama hivi. Kwa hiyo anakuwa ni mdadisi sana. Wathalitha wa na sifa ya tatu ambayo anayo huyu mtoto ambayo sio mpambanuzi, atalqin, yani sifa hii anatakikana mzazi awe nayo kwa mtoto wake kuweza kumtamkisha mambo mazuri yani, talqin, yani mzazi anatakiwa mtoto wake kumtamkisha maneno mazuri kwa sababu kashakuwa ana tayari anaigaiga, ana sifa hiyo. Kwa hii talqin ni sifa ya mzazi kuweza kumtamkisha kama hadithi ndogondogo ndogo, kama tunavyoona madaris ama skuli basi, watoto huimbishwa hadithi kidogo ndogo ndogo za Mtume sallallahu alaihi wasallam ama baadhi ya mafunzo madogo madogo ambayo ni mazuri. Almushkilat, yani matatizo ambayo yanawakuta katika marhala hii. Tumeona tayari sifa zao, sasa tunaenda kuangalia katika mushkilat Yani matatizo ambayo yanakuta kwa sababu lazima na wao katika marhala hii, mazali wa shako watoto lazima matatizo yatakuwa yanawakuta. Alkadhbu, katika marhala hii watoto huwa wanasema uongo sana. Na kwa nini inakuja marhala hii watoto wanasema uongo? Marhala hii inakuja watoto wanasema uongo kwa sababu pale ambapo mzazi atafanya jambo, mtoto wako, imma utamtuma dukani, nenda kanunulia kitu kadhaa akapoteza pesa yake kwa bahati mbaya. Baada ya kupoteza pesa yake kwa bahati mbaya, atakaporudi nyumbani na kukuelezea mama, nimepoteza pesa, basi unaweza ukampiga, ukamdhuru, uka kwa vibaya kwa lile kumpiga pigo zito. Siku ya pili hata kama ile pesa ulamtuma, kapoteza, anaweza akakwambia ah, nimefanya kitu fulani ama vile kumpiga kwako sana hutomwamini, na yeye tayari anatengeneza uongo wa kujitetea kwa hiyo katika marhala hii watoto ambao sio mpambanuzi atakuwa haraka yeye anatumia uongo kujitetea kwa mambo yake mengi. Wathania almalal wa qillatu sabr, yani anakuwa anachoka sana mtoto na anakuwa wa qillatu sabr, yani anakuwa hawezi kusubiri kwa jambo la aina yoyote. Tukisema almalal hapa, inakusudiwa ile anachoka. Tuna mfano watoto wa Nasar, tunawaona baada ya dakika moja mwalimu mwale, anasomesha darasani, lakini utamkuta anakwambia, ticha nimechoka. Ndio kwanza kakaa, anasema ticha, nimechoka. Kwa hiyo ticha anakuwa anawaimbisha anawachezesha chezesha. Na vile vile tukikusudia hii wa qillatu sabri, yani anakuwa hawezi kusubiri na kitu chochote, kwa sababu akihitaji kitu palepale pale apewe, mama, nataka hichi, nipe mama hichi, anakuwa hawezi kusubiri kwa aina yoyote. Wathalitha yani, na mushkila watatu ambao wanao hawa watoto, adamu takdir umur takdiran sahiha, yani anakuwa hawezi kufikiria kitu halafu akapata jibu sahihi moja kwa moja, bimaana hana upeo wa kufikiria. Yeye bado yule hajakuwa tamyiz, bado yuko mdogo. Kwa tukisema adamu takdir umur takdiran sahiha, yani anakuwa hawezi kufikiria jambo akapata jibu sahihi. Kwa mfano hapa tunakusudia pale ambapo anaweza akawa anachezea kiwembe, hajui mimi nitakapochezea kiwembe hichi baadaye baadae kitaniletea athari, kitanchinja. Hawezi kufikiria hilo jambo mpaka umpe wewe hii taaluma. Kwa hiyo ndio tunapokusudia hapa, kama hawezi kufikiria jambo kisha akapata result, yani matokeo moja kwa moja ya kufanya nini, ya kupata jibu sahihi. Uh, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Siku yetu ya leo tumejifunza somo letu la tarbiyatul auladi katika marhala, katika mada inayosema marhalatun numuwa tu watakwin, yani hatua za ukuaji pamoja na